Watu wengine wanjiku, sababu hawajawahi soma watakangi kufuata neno la Mwenyezi Mungu. Watu wengine hawajasoma maneno la Mwenyezi Mungu, wanasema ni kweli. Hiyo ni biashara inakuanga mahali pale, wewe unafikiria ni biashara. Wajiko hawa watu wanafanya, wanjiko nje kwenu, ni biashara mnafanya mahali pale Kisa hao walikuwa wanaenda kwamba pamoja, eh? Kwa ushirika na wana mega mkate na wanasali ati kwa kila nyumba, ati walikuwa na mega mkate kwa kila nyumba. Hebu sikia nyaga, ati na ishara zilikuwa zinaonekana miujiza ilikuwa inaonekana kwa maana wakati wale watu walikuwa nakuja kumega mkate nyaga, mm -hmm. nakuwe na mgonjwa mm -hmm. walikuwa naomba wakiwa ushirika mmoja mm -hmm. na yule mgonjwa anapokea uponyaji. Mm -hmm. wakati walikuwa naenda wakimega mkate mm -hmm. wakuta uko na shida fulani nyaga, mm -hmm. watamega mkate, wataomba, watasali pamoja na hiyo shida inakuwa ya kuondokea watu mm -hmm. ati na hiyo jabu ikawa imefurahisha Mungu sana mm -hmm. Hiyo jambo ikawa imefurahisha Mungu sana. ikawa imefurahisha Mungu sana mpaka Mungu, Mungu akainua kanisa maana hii 47 inatuambia ina ya kwamba wakimusifu Mungu na kuwapendeza watu wote. Ate walikuwa wanapendeza watu wote kwa ile ushirika kwa no, ushirika, walikuwa kwa sababu ya vile walikuwa wameshirikiana mm-hmm. walikuwa wanapendeza mpaka watu walikuwa wamefurahisha mpaka watu ate Bwana akasidisha kanisa kila siku kwa wale waliokuwa wakiokolewa, kumaanisha ya kwamba hata wakati walipokuwa wakienda wakimega mkate mm. wakati walikuwa wanaenda wakishia ile neno la mwenyezi Mungu, na watu walikuwa wana, wali wanaokolewa wana katika ile ushirika wanaokoka wanatoka katika dhambi Wanjiku lakini Nyaga, mimi najiuliza siku ya leo, je, kunaweza patikana ushirika kama hiyo? Wanjiku jiu, hii ushirika itapatikanaji kama watu wanasema hakuna Mungu? Hmm. katika ma katika masinagogi yetu, oh Jesus tutaokoa hadi tukiambiwa hii si neno na mjiko huyu huyu mtu. Mimi I'm sorry to say, watu wengine wamefika ile kiwango. Tuliambiwa ya kwamba imefika, eh, nyakati za mwisho. Kwa hiyo watu wengi wamekweli wamenyaga toka wa neno la siku kwasha, nikurudishe nyuma neno la siku na sadeli lilituambia kwamba ati hizi ni nyakati za mwisho nyaga hizi ni nyakati za mwisho nyaga. Neno la sadi lilituambia hivyo, mm -hmm. kumaanisha ya kwamba hata wakati unasikia huyo mtu akiongea hivyo ni kumaanisha ya kwamba hizi ni nyakati za mwisho. mm -hmm. Eh, ajiko pole sana. Siku moja kulikuwa na na msichana alikuwa anatembea akiwa peke yake. mm -hmm. na, giza ikaingia, kapura anja anjafika anja katika mahali alikuwa naenda, ni kama alikuwa naenda nyumbani kwake. Kwa hivyo kwa hiyo harakati ya kwenda nyumbani <laughs> alifumbaniwa na umati wa watu ambao wajui wametoka wapi na wanaume wawili watatu, na wakamshika kwa nguvu. Kwa hiyo harakati yule msichana alipata mimba na bahati mbaya, kwa ile wakati walikuwa na ng'ang'ana, aliweza kudungwa na mkono mmoja na, na, na akaweza kupoteza jino moja, na yeye kwa bahati mzuri hakukufa hata kama amepitia hawa yote. Aling'ang'ana wajiko, na akapata mtoto. Kupata mtoto, akanyonyesha mtoto wake, akalea mtoto wake, akamfundisha mtoto ha mtoto wake. Kwa bahati mzuri, mtoto akati hitimu mpaka kidato cha nne na akapata kazi. Alipopata kazi, Wanjiko, Mungu alimbariki na akapata pesa, lakini kuna kitu moja ilinihuzunisha, sababu wakati alipopata pesa, Wanjiko, yule kijana alianza kusema mimi siwezi zaliwa na mtu, mtu, akona ayuko na jicho moja ziwizi si zaliwa na mtu ambayo nikiwete mi, kwa hivyo huyu si mama yangu, ni nataka kuambiwa huyu huyu mama yangu ako wapi? Wajiko, sababu alikuwa anajiona yeye hako na nguvu, hako na pesa, hako na afya njema, lakini yule yule mama alikuwa mahali pale, alikuwa na jicho moja wajiko, na hilo jicho moja alipoteza sababu alikuwa kuna kisanga ilinipitia mahali pale, Wanjiko.